Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu, naitwa Deborah Mwangomo, ni licensed professional counselor Associate wa Nevet counseling Center. Nevet counseling Center ni kituo cha kutoa ushauri na saha na pia tunatoa elimu ya afya ya akili kwa wasikilizaji wetu mahali popote pale walipo. Karibu sana, na usiache kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare video zetu ili watu wengi waendelee kujifunza pamoja nasi. Asante sana. Leo, tunaenda kujifunza kuhusu jinsi gani unavyoonyesha asira. Somo letu linahusiana na hasira. Hasira ni hisia ya muhimu sana ambayo kila mtu amezaliwa nayo. Kila mtu anatoka tumboni kwa mama yake na hasira ikiwa inbuilt, iko ndani kwake. Ni hisia ambayo tumepewa kwa ajili ya kutusaidia kujikinga na kujihami dhidi ya mambo yaliyo nje ya uwezo wetu. Na ikitumika vizuri itatuletea faida na manufaa, na ikitumika vibaya inatuletea matatizo makubwa sana. Kwa hiyo ni somo la muhimu sana ambalo natakiwa ujue kwa sababu watu wengi sana wanasumbuliwa na hasira ambazo Zinasababisha ndoa nyingi kuten, kutengana nasababisha watoto na wazazi kufarakana, marafiki kufarakana, watu kufukuzwa kazi, watu kwenda jela, na matatizo mbalimbali ambayo yanatokana na kutumia hasira vibaya. Kwa hiyo, stay tuned. Endelea kujifunza pamoja nasi ili uweze kupata faida na kuweza kujifahamu vizuri na jinsi Um, takwimu zinaonyesha kama asilimia thelathini ya watu wazima wanasumbuliwa na hasira. Asilimia sitini na nne ya watu umri kuanzia miaka kumi na nne mpaka ishirini na moja wanasumbuliwa na kutawala hasira. Uh, kwa hiyo unaona kama vijana au teenagers wengi wanasumbuliwa. Kama wazazi mtakuwa ni mashahidi, watoto wengi umri huo kuanzia miaka kumi na nne mpaka ishirini na moja ni ukweli, wanasumbuliwa na hasira. Alafu pia zinaonyesha kama mmoja kati ya watu wanne ana shida ya hasira yani, kukuwa kuna watu wanne, inawezekana mmoja kati ya watu wanne anasumbuliwa na shida kubwa ya hasira. Alafu pia asilimia thelathini na mbili ya watu wamekiri kwamba eidha wana rafiki wa karibu au ndugu anayesumbuliwa na hasira. Na hapa tunaoongelea kuhusu kusumbuliwa na hasira ni hasira, nimesema kila mtu amezaliwa na hasira, lakini hasira zinazosumbua ni zile ambao zinakuput in trouble kuna mtu ambaye labda mnamjua kabisa, huyu ana hasira kwa sababu anashindwa kuzitawala na zinamletea matatizo na pia labda ameshawahi kuletea watu wengine matatizo kwa sababu ya hasira. Ndo watu ambao tunaongelea kwao wanasumbuliwa na hasira. Alafu, hasira ni kitu gani sasa? Ni hisia ya kawaida kabisa ambayo kila mtu amezaliwa nayo, ameumbwa nayo kwa ajili ya kumsaidia kumlinda na kumkinga dhidi ya mambo yaliyo nje ya uwezo wake. Kwa hiyo hasira ni protection ambayo tumepewa kwa ajili ya kutulinda na matatizo ambayo yako nje ya uwezo wetu. Ni kitu kizuri sana cha kuappreciate, sio cha kuonea ingo. Alafu ni mwitikio wa kihisia tukisema. Mwitikio, ina maana kuna kitu ambacho kinaita. Kwa hiyo hasira ni kwamba unaitikia kihisia, lakini ina maana kuna kitu ambacho kimeita. Kwa hiyo kama kuna kitu kimechokoza hiyo hasira, ndo utaitikia hivyo. Ni mwitikio wa kihisia. Alafu ipo kwa ajili ya kuzuia maumivu ya ndani. Kwa hiyo inatusaidia kuzuia maumivu ya ndani, kwamba saa nyingine tunakuwa na maumivu Alafu mtu anaonyesha hasira kwa nje kwa sababu anaumwa ndani. Alafu pia ni ujumbe, ni message ambayo tunatoa kuonyesha kama mambo hayako sawa, yanatakiwa kuwa fixed. Alafu pia ni kwamba watu wanavuka mipaka au kuna kutotendeka kwa haki. Kwa hiyo kwa ni hisia ya muhimu sana, sio ya kuonea aibu wala kwa ya kutaka yani itoki. Ipo pale kwa ajili ya kutu protect. Um, ina jina jingine inaitwa secondary emotion Uh, yani hisia ya pili. Ni kwamba ni secondary kwa sababu kuna first emotion kama nilivyosema, ni kwamba ni mwitikio. Kwa hiyo hiyo inatokea pale, ni kwamba kimeitikio tu, lakini kuna kitu chini yake ambacho kimeita. Kwa hiyo ni secondary emotion, au kwa jina jingine tunaita ni blanket emotion, ni hisia ambayo ni kama blanket. Kama tunavyofahamu, maana halisi ya blanket ni kwamba blanket kazi yake ni kufunika. Kwa hiyo ni kwamba imefunika vitu vingi, kama hii picha ambayo tunapenda sana kutumia, therapists wanapenda sana kutumia kwa ajili ya kufundisha kuhusu hasira, ni kwamba inaitwa anger iceberg ni kwamba hasira ni hisia ambayo iko juu kabisa hapo, ni blanket inaonekana, ndio itaonekana. Lakini, chini ya hasira ukifukua huyo mtu kwa nini amekasirika, atakwambia vitu, labda amekuwa ameumizwa, au amezidiwa na mambo, amekwazwa, labda na maumivu, au anajifili, ana njaa, au anahuzunika, au na vitu gani. Kwa hiyo ni secondary emotion, kwamba inaitikia emotion nyingine ambazo tayari zimeshatokea. Kwa hiyo inatakiwa ujitambue ni vitu gani ambavyo vinakutrigger, vinachochea hiyo hasira yako. Alafu, kwa nini hasira ipo ndani yetu? Ipo kwa ajili ya ili tujiweze kujitetea kwa sababu saa nyingine tunajitetea kwa hasira, alafu kuleta mabadiliko. Mambo mengi sana yametokea, mabadiliko mengi sana yametokea duniani kwa sababu watu walikasirishwa na kutotendewa haki au kuumizwa, wakafanya mabadiliko, na tunaona mfano mzuri ni mfano kwenye serikali au kwenye historia tunaona kuna watu ambao labda walikasirishwa labda na ubaguzi wa rangi au wamekasirishwa na jinsi serikali inavyofanya, watu wameandamana, unaona sio haki, kwa asira mabadiliko yakatokea. Kwa hiyo asira iko kutusevu, kutusaidia kuleta mabadiliko hata binafsi, alafu kupambana na vikwazo yes. Alafu, kusaidia kupata mahitaji yetu. Kuna mahitaji mengine watu hawataki kutoa kwa makusudi, watu wengine wanatumia asira kupata hayo mahitaji. Alafu kuonyesha mipaka pia inaonyesha watu wengine kwa mipaka, yani usiingie zaidi ya hapo. Ukiingia zaidi ya hapo, ni kwamba una cross boundaries na inakuwa si official. Kwa hiyo hasira zipo kwa ajili ya kutu save, ila ukitumia vibaya, then ndio hapo itakuletea matatizo. Alafu mambo yanayosababisha hasira, kama nilivyosema kwenye hii Iceberg, kuna mambo mengi yanayosababisha hasira. Uh, chuki, kutengwa, kukasirishwa, kuumizwa, magonjwa na nini. Alafu kuna mambo mengine ambayo yako ndani yetu, mfano kama kubadilika homoni. Homoni zikibadilika ndani kwetu, uh, kama wajawazito saa nyingine wanapata hasira kwa sababu homoni zimebadilika, au wanawake pia wanapata ile PMDD ile one week before period ambapo mtu anakuwa anajifeel restless, au wanapata hasira mara kwa mara kwa sababu homoni zimebadilika. Sio kumlaumu, ni kwa sababu ni homoni zimebadilika, kwa hiyo ndio maana anakuwa hivyo au matatizo ya afya hata ya mwili kunatungiwa na maumivu na anakuwa anapata hasira sana, kwa sababu ana stress tayari, mwili wake una stress, na stress kawaida inasababisha hasira. Au mengine hata matatizo ya kiakili, kwa sababu watu wengi wenye personality disorders, dalili moja hapo kubwa ya kuwatambua ni kwamba ni hasira, ni kwamba ni dogo tu anakuwa yuko fired, anakuwa yuko na hasira. Alafu na trauma, complex trauma, siongelee PTSD, naongea complex trauma ambao ni relationship kind of trauma ambayo hiyo ni aidha kwenye familia labda wazazi wamewatrichi watoto ao wa vibaya wakuwapa nafasi ya kuwasikiliza, wamewafanya watotoo wasijifili kama yani binadamu. Watoto wanakuwa wamejenga ile hasira kuanzia utotoni, ndio unakuta hata akiwa mkubwa bado anakuwa na hasira sana muda wote, anataka kujikinga, anataka kujilinda, kwa sababu ni kwamba alizoea vile kuanzia utotoni, yani amekuwa built that way. Kwa hiyo complex trauma pia nasababisha sana watu wawe na hasira. Alafu kuna sayansi ya sila ambayo inasema kama amygdala ambayo ni part of the brain ambayo unahusika na, na uh, emotion hisia ikiwa triggered, yani ikihisi kama kuna hatari au kuna vitisho, ni kwamba stress hormone hizi za stress zinakuwa zinaachiliwa, zinaachiliwa zinakuwa nyingi sana kwenye ubongo, alafu zikiachiliwa nyingi sana alafu um, ni kwamba prefrontal cortex ambao ni ubongo wa mbele unahusika na kufikiri, kufanya maamuzi, um, kufikiria una, una shutdown, unapunguza nguvu za kufanya kazi. Kwa hiyo unaofanya kazi sana ni kwamba huu mwingine wa emotions unakuwa activated, na ukiwa activated ni kwamba ndo maana mtu ana act kwa emotions. Ukiact kwa emotions, kwamba mara nyingi emotions zinakutuma kufanya vitu haraka haraka, uh, ili usolve tatizo mara moja, ulizimisha ile tatizo, na mara nyingi unakuta mtu anafanya vitu ambavyo haviko sawa sawa. Kwa hiyo ndo science ya ubongo namna hiyo na kuongezeka kwa stress hormones sana kwenye ubongo kunasababisha hormones za serotonin pia zipungue. Hormones za serotonin, serotonin ni happy hormones, zinasababisha wewe una furaha. Zikipungua ni kwamba ndio hivyo, una furaha kwa unakuwa na hasira muda wote. Kwa hiyo ukiona mtu anakasirika mara kwa mara, saa nyingine inawezekana ni kwamba ana upungufu wa serotonin kwenye ubongo. Ndio maana tunasema saa nyingine, kama una matatizo ya kibehavior au unahisi matatizo yote, ni vizuri kwenda kuona wataalam, kwa sababu wanaweza kukuelekeza. Labda ana matatizo mengine mengi ambayo ni chemical change kwenye brain. Uh, uh, uh, umekuwa triggered, prefrontal cortex imeacha kufanya kazi, then emotion inafanya kazi, then unaitikiaje kwenye hiyo hasira? Ndo somo letu la leo ni kwamba kuna watu wanaitikia hasira kwa namna mbalimbali. Grupu la kwanza wanaitikia kwa kulipuka, ni kwamba ndo wale watu ambao wakipata hasira anaanza kukasirika hivyo, anaanza kulipuka kwa vitendo, atapiga watu, atavunja TV, atarusha vitu, au kwa maneno, atasema maneno mabaya, atatukana watu, atafanya nini. Hilo ni grupu la kwanza. Wengine wanaitikia kwa kuficha hasira yao, anakuwa amekasirika sana, lakini hataki kuionyesha, kwa hiyo anaificha tu humo ndani, na akiificha, inaendelea kumdhuru yeye, kwa hiyo watu wengi wanakuta wanasumbuka na vidonda vya tumbo, au presha inapanda, depression au pia addictions kwa sababu hana furaha, ana hasira. Kwa hiyo atatafuta kitu kingine cha kumcomfort. Addiction ni kwamba umekosa vitu, uh, unakosa labda furaha, kwa hiyo unatafuta comfort sehemu nyingine, kwa hiyo sehemu nyingine, kwa hiyo mtu atatafuta comfort sehemu nyingine. Alafu kuna namna nyingine ya kuonyesha hasira ni kujiadhibu. Kuna watu wengine akipata hasira anajiadhibu, anajiadhibu kwa kujihukumu, labda atajihukumu sana, ndio maana ametokea hivyo. Mwingine atajitesa, tunaona kuna watu wengi sana wanajitesa na hasira, au mwingine kujidhuru. Kuna watu wengi tu wanajidhuru. Kuna watu wengi sana ambao wana ile cutting disorder ambao hasa kwenye nchi za magharibi watu wengi, wana disorder ile ya cutting, wengi. Marekani, wengi wanakuwa, visu, wana ile sije kusikia hiyo shida ikiwa Afrika au watu wengine pia wanajidhuru kwa kujiua anakuwa na hasira amekasirishwa, kwa hiyo anaona dawa yangu ni kujiua. Au mwingine anakuwa na imani hasi kuhusu yeye mwenyewe, yani tena anajiona kama ni mtu mbaya, ameamua kujizuru that way, kujitenga na watu kwa ana hasira lakini ndio ana express that way. Sijui kama namna hiyo inamsaidia. Mwingine passive aggressive ni kwamba pia anafanya vurugu za kimya kimya, ni kwamba anakuwa amekukasirikia, lakini hataki kukuonyesha moja kwa moja, kwa hiyo atafanya vurugu za kimya kimya, either Um, mafumbo. Utasikia mtu anafumba. Kama siku hizi ukifungua social media, unakuta watu wengi sana ambao labda wana hasira wanatumia passive aggressive, wameandika pale disappointment zake kwenye Facebook au kwenye Instagram. Unajua tu kabisa u mwenzetu labda amekasirika na ana target another person. Wao ni watu ambao wana express hasira that way. Alafu wengine kejeli, hata kejeli watu hapo, hata kukosa disrespect. Ni mtu anaitikia hasira yake kwa namna hiyo. Au mwingine ukorofi tu, atakuletea ukorofi, korofi tu. Au mwingine ataku, kama kwenye ndoa, mara nyingi watu wanatumia kutokuonyesha upendo. Unashangaa mtu aliyekuwa anakupenda ghafla ameacha kuonyesha upendo. Unajua kabisa anakupenda, kwa that way anaamua kabisa kutokuonyesha upendo. Ni namna ambavyo anaonyesha hasira kwa namna isiyo kuwa wazi, atakuonyesha hivyo kusudi kwa sababu amekasirishwa na wewe. Kwa hiyo, msikilizaji wangu, nataka sana ujitambue ni jinsi gani unavyoonyesha hasira yako. Na pia nataka ujitathmini. Hiyo namna inakusaidia au haikusaidii. Namna za kuonyesha hasira nilizotaja hapa ni kulipuka, uficha hiyo hasira, kujiadhibu, au kuonyesha hasira kwa namna ya siri. Naomba sana ujievaluate, alafu ujichunguze kama hizo namna zinakusaidia au wazikusaidia chochote. Somo letu la hasira litaendelea kwenye vipindi vijavyo. Next time tutaongea kuhusu um, Jinsi gani madhara uh, hasira na kuletea madhara. Madhara gani ambayo yanatokana na hasira, tutaendelea kujifunza hapo, na nataka u stay tuned kwa sababu this is one of my favorite topics kwa sababu ni kitu ambacho nime specialize na pia ni kitu ambacho nina experience kubwa kwa kina clients ambao wanasumbuliwa sana na matatizo ya hasira. Kwa hiyo, stay tuned, na endelea kujifunza pamoja nasi, utapata faida sana na utajua kama hasira unayotumia sasa hivi inakusevu vizuri, au inakuletea matatizo, na baadaye nitakupa tools za kuweza kujifunza jinsi ya kumanage hasira. Kwa hiyo stay tuned, na kama umependa video yetu, please usiache kushare na watu wengine ili waendelee kujifunza pamoja nasi na pia usiache kusubscribe. Asante sana. Until next time. Thank you.